Rigathi Gachagua ameendelea kumkashifu rais William Ruto kwa kile amesema ni kulenga vijana na viongozi kutoka eneo la Mlima Kenya, akisema hatua hiyo haitamhakikishia uungwaji mkono kutoka eneo hilo. Kiongozi huyo aliyekuwa naibu wa rais ameitaka idara ya DCI kuwaoji baadhi ya viongozi serikalini kutokana na matamshi yao kuhusu maandamano badala ya kuwalenga watu wasiokuwa na hatia. Hafla ya mazishi ya mwakilishi wadi mteule ya wa kaunti ya Nyandarua Beth Waito, aliyeaga dunia katika ajali ya barabara wiki moja iliyopita, ilikuwa nafasi maridhawa kwa kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua kuendeleza shinikizo kwa Rais William Ruto kwa kile ametaja kama ukandamizwaji wa jamii ya Mlima Kenya ili kupata ungwaji mkono. When I realize as that William Ruto amepanga kutumaliza kama jamii. He sacked our sons and daughters in KRA. Akafuta watu wetu kwa polisi. Akafuta watu wetu kwa parastatos. All our businesses akasema watu wetu wasilipwe. Biashara zetu akanyang'anya watu wetu akapatia Wahindi na wa China. Mimi nikamwambia sitakubali. I want to tell you Mr. William Ruto. This is not about

Kiongozi huyo akiikemea serikali kwa kumlaumu kufuatia machafuko yaliyotokea wakati wa maandamano ya Jumatano wiki iliyopita. Hii mkutano ilikuwa Statehouse. President aliita county commanders na county commissioners akapeana direction, vijana wetu wa mlima waangaishwe. Kwa hivyo mimi kama gavana ninasema ya kwamba sisi tunadai wale ambao wanaonekana kwa picha waende watafutwe. Sisi hatuwezi kuwatafuta, sababu wengine wao si wa hapa. Mahali walitoka serikali wafuate ishika yao, au ndio wanataka kuadhibiwa? Lakini sio watoto wadogo wale ambao hawana hatia. Na japo mkurugenzi mkuu wa idara ya upelelezi Mohamed Amin amekanusha kumwandama Gachagua kutokana na uharibifu huo, Gachagua ameitaka idara hiyo kuandikisha taarifa kutoka kwa viongozi wakuu serikalini kutokana na matamshi yao kabla na baada ya maandamano hayo. Wabunge wote waliongea for 2 hours wakasema wanajua vile hii mambo ilipangwa. Have you recorded their statements? Huyu Mukomen alisema ati watu wale walikuja kuchoma Nairobi, walitoka Muranga, walitoka Kirinyaga aninyeri. Kwani watu wetu wako na alama kwa uso? Ati yakiwaona, najua ni watu ya Nyalaro, ati ni watu ya Muranga. Why haven't you recorded a statement from Mukomen to explain how did he know that these people are from Muranga From Kirinyaga, from Nyeri. Gachagua vilevile amesema kuwa Rais Ruto anatumia utekaji nyara miongoni mwa vijana nchini kuwatia uoga na kuwanyamazisha wanaopinga uongozi wake. Matamshi yake yakijiri masaa machache baada ya viongozi wa vijana wa chama cha DCP Peter Kinyanjui na Wanjiku Thiga kudaiwa kutekwa nyara na watu wanaokisiwa kuwa ni maafisa wa DCI.